Inaelezwa kwamba miongoni mwa wale wanaosakwa na jeshi la polisi kufuatia yaliyotokea siku ya tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025, kwa maana ya Askofu Josephat Gwajima, God bless Lema, John Mnyika na wenzao mmoja kati ya hao waliotajwa kuwa wanasakwa ameshakamatwa na wakili wake amethibitisha kwa kusema kwamba amekamatwa akiwa nyumbani kwake. Je, ni nani huyo kati ya hao? Je, ni askofu Gwajima? Je, ni John Mnyika ama Lema? Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, naomba nikusihi, hakikisha unatazama na kusikiliza habari hii mpaka mwisho, ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni nani ambaye amekwisha kutiwa mbaroni na jeshi hilo la polisi, kufuatia hayo yaliyoelezwa kutokea siku ya tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025, katika msako mkali unaoendelea kufanywa na jeshi hilo ili kuwakamata waliotajwa katika habari iliyopita. Tumejaribu kuonesha mtiririko mzima wa mambo kufuatia sakata hilo la Askofu Gwajima na wenzake kusakwa na jeshi la polisi. Tumekumbushia mwisho wa hotuba ya Askofu Gwajima aliyoibuka na kuitoa siku moja kabla ya uchaguzi tarehe 29 baada ya kimya cha muda mrefu akisema yuko tayari kuungana na wananchi mpaka hatua za mwisho, ambapo kwa wengine ilionekana kama maneno ya msukumo kwa wananchi kufanya maandamano, huku kwa upande wa serikali ikionekana kama ushawishi na uhamasishaji wa vurugu. Tulishuhudia changamoto zilizotokea siku hiyo ya tarehe 29, ikiwemo baadhi ya watu kupoteza maisha, huku mali nyingi zikiharibika kwa moto kama vile TRA, TAKUKURU, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi yaendayo haraka yaani mwendokasi, ofisi za serikali za mitaa, barabara za arami na zege kuteketea kwa moto kwa matairi na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia magari ya umma mengi yaliteketezwa. Tulionyesha listi ya watu kumi wanaosakwa na jeshi la polisi akiwemo Askofu Gwajima pamoja na baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema ambapo Kufuatia majina ya viongozi hao kuonekana wanasakwa na polisi, kunao baadhi ya watu wamesema kwamba kufuatia yaliyotokea siku hiyo ya tarehe 29, viongozi wa Chadema watakamatwa sana, lakini pia kunao wengine wamedai kwamba ni haki yao kukamatwa kwa sababu wamehusika pakubwa kuhamasisha eh, kilichotokea siku hiyo ya tarehe 29. Tumeonesha kabla ya siku hiyo ya tarehe 29 ya jinsi ambavyo God Bless Lema alivyotuma meseji ya kuomba msaada kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akidai kwamba maisha yake yapo hatarini na kwamba anasakwa na watu wasiojulikana, jambo ambalo lilipelekea yeye mwenyewe akaenda kituo cha polisi Central Arusha ili awekwe ndani kwa ajili ya usalama wake, lakini polisi walimkatalia na kumwambia kwamba aende kuendelea na shughuli zake, usalama upo wa kutosha juu yake. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tumepata nafasi ya kuyatazama katika habari iliyopita ama habari ambayo tumekusogezea mapema hii leo, mara baada ya taarifa ya jeshi la polisi eh, kuzungumza huku ikidai kuwa inawasaka watu kumi akiwemo Josephat Gwajima pamoja na baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo eh, CHADEMA. Lakini taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania Bara Mr. Amani Golugwa amekamatwa asubuhi ya leo Novemba 8 mwaka huu wa 2025 akiwa nyumbani kwake. Wakili wake Hekima Mwasipu ameithibitishia ame Jambo TV kukamatwa kwa kiongozi huyo wa upinzani nchini, akieleza kuwa kwa sasa wanafuatilia kujua ni kituo kipi cha polisi amepelekwa, ili taratibu zingine za kisheria ziendelee. kwa sasa naweza kuthibitisha tu amekamatwa, amesema wakili wa, eh, wakili Mwasipu kwa kifupi. Jambo TV imedai kuwa inaendelea kufuatilia na e, kuleta taarifa kwa undani zaidi e, juu ya naibu katibu mkuu wa chama hicho cha Chadema Mr. Amani Golugwa. Kwa hivyo miongoni mwa ile listi ya watu kumi wanaosakwa na jeshi hilo la polisi tayari inaelezwa kwamba mmoja kati yao amekwisha kamatwa, naye si mwingine ni naibu katibu mkuu wa chama hicho. E, naibu katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani nchini yaani, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Na katika ile listi ya jeshi la polisi kuwasaka, iliyo iliyowazungumza ama iliyowataja wamebaki watu tisa pekee ambao bado e, hawajakamatwa na msako unaendelea watu hao wanaosakwa, wa kwanza ni Josephat Gwajima, wa pili ni Brenda Jonas Rupia ambaye ni msemaji wa Chadema, wa tatu ni John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa Chadema, wa nne ni Godbless Jonathan Lema ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, wa tano ni Machumu Maximilian Kadutu naye ni moja kati ya makada wa Chadema na Kiongozi wa Chadema wa sita ni Deogratias Cosmas Mahinyila ambaye naye pia ni kiongozi wa Chadema wa vijana, wa saba ni Boniface Jacob, wa nane ni Hilda Newton, wa tisa ni Awad Kalonga na wa kumi e, eh, ni Amani Golugwa. Mapema tarehe saba mwezi wa kumi na moja mwaka huu wa 2025 jeshi la polisi lilitoa taarifa kwa umma likisema Jeshi la polisi nchini linapenda kuutaarifu umma wa Watanzania kuwa kufuatia matukio ya vurugu, uporaji wa mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka huu wa 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa na kusababisha madhara kwa binadamu, kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi, kulileta athari kubwa. Mbali na athari kwa uhai na maisha ya watu waliofanya uhalifu huo, waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, Takukuru, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi ya mwendokasi kutoka Kimara Mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko, ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na za zege kwa kutumia matairi, na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi pia walichoma moto na kuharibu magari ya umma. Ninakupitisha katika taarifa hii ya jeshi la polisi kwa umma iliyotoka mapema tarehe 7 Novemba mwaka huu wa 2025 kwa lengo la kukumbusha eh, kinachoendelea kwa sasa nchini kufuatia taarifa ambazo eh, eh, kufuatia taarifa hizi hizi za kukamatwa kwa Amani Gulugu ambazo tumezipokea ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ya kwamba naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanasakwa. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchomwa moto na hii ni kwa mujibu wa jeshi la polisi kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali mbali, magari makubwa na madogo kuchomwa moto. Pia walifanya uporaji wa mali na pesa za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara pamoja na kwamba baadhi ya, eh, baadhi ya waliopanga na kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga kuratibu, na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea jamii inaombwa kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua sahihi za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Pia kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, jeshi la polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata wafuatao. Tayari ni watu kumi hapo, na tayari nimekwisha kukutajia huko mwanzo wa habari hii. Jeshi la polisi linawataka kujisalimisha katika, kitu, katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hii popote pale walipo. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linawafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wamekwisha kamatwa zinaendelea kote nchini na kwamba tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka huu wa 2025 baadhi wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linaonya kuwa mtu au kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yoyote ile halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Pia jeshi la polisi linadai litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi, katika kulinda raia na mali zao. Vile vile tunapenda kujulisha umma kuwa waendelee na shughuli zao bila hofu yoyote, na watoe taarifa mara moja pale wanapoona dalili yoyote ya uhalifu ama uvunjifu wa amani mahali popote pale, ili hatua kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa. Taarifa zitaendelea kutolewa kadiri hatua za kisheria zinavyoendelea kuchukuliwa dhidi ya waliotenda uhalifu huo na wanaoendelea kupanga uhalifu wa aina yoyote ile. Taarifa hii ya jeshi la polisi imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini, makao makuu ya polisi Dodoma, eh, Tanzania. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa.